Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa. Na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho e, Ibra ameamua kukiweka wazi, maana sasa hivi tunafahamu kwamba Ibra yuko katika harakati za kujitoa katika record label ya Konde Music Worldwide. Na kitu ambacho kinachosikitisha kiukweli ni kwamba inasemekana kwamba tokea alivotaka kujitoa katika record label hiyo akidai kwamba kipaji chake anaona kwamba hakikui e, kutokana na kwamba hapati supporti e, tajiri ha invest, yani Konde mwenyewe ainvesti katika katika issue ya Ibra yeye kuweza kufikia malengo yale ambayo yeye anayoyaona kwa wasanii wenzake. So ni kwamba hiyo ndio sababu ambayo imemfanya Ibra aamue kujitoa katika record label hiyo, lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa Ibra mwenyewe pia amezungumza na kuweka wazi kwamba sababu halisi ambayo inamfanya yeye kutoka pale ni nini. Kwa sababu baada ya kutangaza hizo habari kwamba anataka kujitoa, watu wengi sana wameenda ku comment kwamba angetulia kwanza pale, kwa sababu anafanya poa tu, lakini kumbe yeye mwenyewe Ibra ameamua kuweka wazi kwamba anayoyapitia ni mazito, kwa hiyo hana budi kujitoa. So kuna mjamaa hapa anaitwa Kidoshi Service nasema amekuja hapa ka comment katika peji ya Ibra baada ya Ibra kutangaza kwamba anataka kujitoa katika record label ya, da, ya Konde Gang, ni kwamba huyu jamaa akaandika kwamba Ibra Ibra Ibra, tulia kwanza, wanakudanganya, wana wanakupotosha niulize why umeona eh? Kuna mtu hapa amekuja kumsii kum Ibra kwamba atulie kwanza pale Konde Gang, watu wanaomshauri atoke wanataka kumpotosha na vitu vingine kama hivyo so, Ibra akaja kuijibu hii comment eh, hapa katika ukurasa wake wa Instagram, akaandika kuhusiana na issue hiyo, akasema kwamba bosi hataki kuwekeza sasa wakati nyie mnafurahia maisha, maisha yake. Mimi pia ni binadamu familia family ungejua maisha yangu bro da nah. Ameandika hivyo. Kwa hiyo it means kwamba Ibra anapitia wakati mgumu, maisha yake ni magumu, na ndio maana hata ameshindwa kuelezea kiundani zaidi, lakini hicho ndo kitu ambacho ameamua kuku, kukiandika hapo kwamba yeye bwana anayoyapitia ni kwamba ni magumu, familia yake inateseka, yeye mwenyewe pia hana, hana kitu eh, watu huko anaendelea kusherehekea na, na kufurahia maisha ya Harmonize, lakini huku Ibra yeye anapitia mazito na ndio maana ameamua kujitoa, na hakuna mtu aliyemshawishi kwamba labda eti useme labda kuna watu, shau, vipi, mwenyewe, so, hame, watu wanataka kumpotosha au vipi, amefanya hivyo kwa maslahi yake yeye mwenyewe binafsi. So hicho ndio kitu ambacho amekizungumza Ibra, kwa hiyo alitamani, watu wanatamani sana afunguke ni nini ambacho anachopitia. Ibra amekuwa akizungumza hivyo tu kwa mafumbo mafumbo, ajaamua kuingia dip kueleza kwamba ni kipi hasa ambacho kinachomfanya atoke, lakini kwa mujibu wake inaonekana kwamba ni issue ya maslahi yake binafsi. So ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section, katikatokao tukisoma na kila comment kilaunalizungumziaje hili, uweka maoni yako na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.